Samahani na nibidi nigeuke ili ili washiriki waweze kuniona. Mimi naitwa Profesa Joseph Mbwiriza. Wengi wenu wa hasa marafiki wa Mwalimu Nyerere Foundation watakuwa wananikumbuka, nimepata kuhudumu pale Mwalimu Nyerere Foundation wakati anza anza anza, e, kabla ya hapo, of course, nimehudumu serikalini, nimefundisha vyuo vikuu vyetu, nimekuwa mkuu wa Kivukoni wakati ule kikuwa bado ni chuo cha itikadi. Basi kwa hiyo sasa hivi na hudumu huko Mbeya katika Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya kama mstaafu, lakini mshauri wa mambo ya taaluma. Asante sana. Nashukuru. Asante. Mimi ni Amiri Ramadhani Manentro, jaji kiongozi mstaafu, naishi Ostabei, Dar es Salaam. Asante, asante sana. Tutaendelea katika utaratibu huu wa jaji, karibuni unajina na unapotoka, kusudi tuende kwa haraka kidogo. Karibu. Uh, mimi ni mzee mtarajiwa Shekh Dr Alhadi Musa Salum, mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania. Naitwa John Wambura, ni mchungaji msaidizi wa askofu wa kanisa la Meno Menonai Tanzania, niko hapa Dar es Salaam Upanga. Naitwa Askofu Gabriel Magwega kutoka kanisa la Meno Tanzania, dayosisi ya Mashariki. Bismillahi irrahmani irrahim. Naitwa Mahmoud Musawadi, naibu mufti mkuu Zanzibar. Upendo wakina amani wakinaamani oh, o hiye salama idulikani hapa eh? Naitwa askofu Nelson Kisari askofu mkuu wa kanisa la Mennonite Tanzania. Naitwa Paterinus Niegira, mwalimishaji, natoka hapa Kinondoni. Wazee shikamoni. Naitwa Novatus Joseph Igosha, e, kitaaluma ni wakili msomi lakini pia huwa anachambua siasa za kimataifa na wakati mwingine diplomasia hususan ni chombo cha serikali TBC na CGTN ya China. Asante. Asalamu alaykum. Naitwa Sheikh Muhammad Abdallah Mawinda, makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani, mkoa wa Dar es Salaam. Asante. Shaban Salum Hamud Batash, mjumbe baraza la ulama kutoka Zanzibar. hmm. Naitwa Khalid Ali Faume, natokea ofisi ya na mufti mkuu wa Zanzibar. hmm. hmm. Jina langu ni Benventura Mwalongo, ni katibu mkuu wa shirika la dawa asilia na ulinzi wa mazingira Tanzania. Mzee, asante. Mimi naitwa Elia Evaristi Gregori Mahwa, ni mkurugenzi wa utafiti, tathmini na ufuatiliaji kutoka chama cha ukombozi wa umma cha umma. Habarini za asubuhi, kwa majina naitwa Daktari Mbiki Msumi, ni wakili pia wa kujitegemea. Asante. Asante, naitwa mwalimu Neema Kabale, natoka taasisi Sukua ya kiserikali, NGO ya Malezi Foundation Network, ni mwenyekiti kitaifa. Asante, naitwa Tadeus Keto, mchungaji KKKT kutoka Tanga. Habari zenu, naitwa Huseni Peter Siovelwa ni mtaalamu wa masuala ya uzalendo, ni mwanahabari mkongwe, lakini pia natoka taasisi ya History Arts and Culture Research Foundation. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asipiwe. Mimi naitwa Said Selemani Zimbwe kutoka Buza. Kwa jina anaitwa Makala Mohamed Juma ni mkurugenzi kutoka shirika linaloitwa mle yako. Mchungaji Baraka Elisha Kihoza ni katibu mkuu wa baraza la makanisa ya Pentekoste Tanzania CPT. Moses Jafet Msiba kutoka Sabato Maendeleo. Jina langu ni Tumaini Kasio, mwalimu kutoka Dar es Salaam University College of Education. Asante. Naitwa Felista Kayombo mstaafu, natokea Boko. tumsifu Yesu Kristo yes. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum, naitwa Constancia Butiku natokea Bunju. tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Simoni Petro Katabalo ninatoka, nawakilisha wajumbe wa baraza la ushauri wa wazee wilaya ya Temeke. Wakubwa zangu shikamoni, kazi na utu, tunasonga mbele. Naitwa Nimes Michael Mumburi ni mwanasheria natokea Tanga, karibuni sana Tanga. Mimi naitwa injinia Kachare mshauri wa taasisi. Asante Mzee Galu Sabedi kutoka taasisi ya Mwalimu Nyerere. Naitwa Martin Erasto Mutisia ni daktari natokea Mbeya. Naitwa Musa Mdoe ni mkurugenzi wa taasisi ya fedha Savers Financial Services. Naitwa Christopher Chale ni mkurugenzi wa Greencom Africa Tanzania. Asante. Naitwa Sara Skaona anatokea Iringa. Asante. Naitwa Lilian alipokea natokea Arusha. Asante sana kwa utambulisho huo e, kama tulivyosikiliza nadhani mtaona kwamba wazee hawa waliokutanika wametoka katika makundi mbalimbali kama mialiko ilivyotolewa. Wapo viongozi wa madhehebu ya dini, tunao wanataaluma hapa ndani, lakini tunao wanahabari vile vile. E, tutapenda vile vile wajitambulishe waliopo kwa sababu ni wazee siku ya leo, ingawa wanatusaidia katika kurusha hizi taarifa lakini, ziko asasi mbalimbali za kiraia hapa ndani mwetu makundi haya, yako wako vilevile viongozi vile wa vijana, viongozi wa kinamama, wengine wako nadhani barabarani wanakuja. Kwa hiyo tutaendelea kwa utaratibu tuliojipangia. Ningeomba anayetuwakilisha waandishi wa habari aweze kufanya utambulisho wa haraka kwa vyombo tulivyo navyo siku ya leo, ili tuweze kufahamiana. Mmoja wenu anaweza akafanya hiyo kazi kwa haraka, kwa sababu wana wanahabari ni shughuli zao hizo. Patie microphone hapo, katibu wao. Okay, habari ya asubuhi. Mpaka sasa hivi hapa tuna vyombo vichache, kwa sababu kuna maazimio baadaye, ila kwa maana sasa, sasa hapa kuna watu wa Jambo TV, kuna watu wa habari digital kuna watu wa Azam, kuna watu wa Raia Mwema Digital, kuna watu wa Upendo, kuna watu wa gazeti la Uhuru, kuna Mwananchi aa, wameshafika mpaka sahizi, ila baadaye kutakuwepo na wengine kulingana na, na maelekezo mtakaotoa. Shukrani sana. Uh, katimwetu kuna watu walijitambulisha vile vile, ni sehemu ya sekretariat wengi wao ni wafanyakazi wa Mwalimu Nyerere Foundation. Ningeomba tena popote ulipo mtumishi wa Mwalimu Nyerere Foundation usimame juu popote tulipo, pamoja na maasha na wale wanaotusaidia katika kazi hapa. Hao ndio wako umundani, sio wazee, lakini wapo kwa ajili ya kutusaidia kuragibisha mazungumzo haya yaweze kufanyika inavyopaswa. Sasa ndugu wazee, kinachofuata ni maelezo ya utangulizi haya maelezo ni ya msingi na ni ya muhimu kwa sababu mzee wetu Butiku atatueleza kwa nini tumekusanyika. Moja, lakini la pili, ni namna gani tunaelekea katika haya mazungumzo mm -hmm. mambo mawili tu, kwa nini tunakutanika tuna na tuzungumzeje. Lazima tujiorganize, sisi ni wazee, tuna na hekima, nadhani utatakiwa muda mwingi leo wa mazungumzo, na sio jambo lingine lolote. Kwa hiyo katika ratiba yetu unaona hatuna lectures, hatuna hatuna mtu kufundisha mtu mwingine hapa. Hawa ni wazee na hekima zao na experiences zao na ulezi wao watazungumza. Mzee Butiku nakukaribisha sana kwa ajili ya maelezo hayo ya awali, karibu.